Kama umeamua kutembea na Yesu, tembea naye umshike na mikono miwili. Kama umeamua kuwa na mahusiano na Mungu, maanisha Mahusiano yako na Mungu na when it comes your relationship with God, usitegemee mtu mwingine wa pembeni yako anafanya nini. Even your husband, even your your husband, wife, kwa sababu Biblia inasema ile siku ya mwisho wawili watakuwa wamelala kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa, kwa sababu inapokuja kwenye swala la mahusiano binafsi, mahusiano na Mungu ni swala la kibinafsi, ni swala la binafsi na Mungu wake, na siku unapokufa mnakufa, mnaweza hata mkafa wawili, lakini kila mtu atawekwa jeneza lake, na kila mtu ataenda mbele za Mungu peke yake Bwana asifiwe. Na Biblia nasema tunapokufa matendo yetu yanafuatana na sisi. Haleluya, kile ambacho ulikifwa, ulikifanya kitakufuata. Kwa hiyo utakapoenda mbele za Mungu huta na cha kujitetea kwa sababu huko pale mbele za Mungu, kama ulikuwa na wanawake, ndio hao picha inaonekana ndio hiyo hapo. Kama ulikuwa ni mlevi ndio matendo yako ndio hayo yanaonekana. Kama ulikuwa ni mwizi, ndio hautakuwa ha, na cha kujitetea kwa sababu Biblia nasema matendo yako yatafuatana na wewe. Hautafuatwa na mke, hautafuatwa na mtoto, utafuatwa na matendo yako. Kile ulichukua unafanya ulipokuwa hai kitakufuata utakapokufa. That is why we we need to be very careful how are we living our lives, tunaishije nafanya nini? Kwa sababu siku utakayoaga, pesa zako hazitakufuata, magari yako yatakufuata, nyumba zako hazitakufuata, wanawake uliotembea nao watakufuata, kitakachokufuata ni matendo yako mwenyewe. Kwa hiyo kama matendo yako yalikuwa ni uzinzi, kama yalikuwa ni wizi, kama yalikuwa ni ujambazi, kama yalikuwa ni kusengenya, ni kutesa watu, ni kuumiza watu, hivyo ndio vitu vitakufuata mbele za Bwana na hivyo ndio vitu ambavyo Mungu atatumia kukuhukumu, kwa sababu atakwambia, haya, unaona sema mwenyewe, tukupeleke wapi? Sasa kama Biblia nasema matendo yako yatakufuata, huoni kama ni statement ya kuogopa sana? Huoni kama unatakiwa kujikagua sana, mwana wa Mungu? Huoni kama unatakiwa kuangalia sana maisha yako, vitu gani unafanya leo? Kwa sababu unaweza ukafanya leo na ukafikiri ni siri na vimeisha na hakuna mtu anajua, lakini Biblia nasema vitakufuata. Ay God, vitakufuata. Mke wako anaweza asijue, mume wako anaweza asijue <laughs> lakini sio Mungu, sio Mungu. Siku ile ya mwisho tutashangaa, wachungaji wataenda kuzimu tukiwaona. Siku ile ya mwisho tutashangaa, wale tuliokuwa tunafikiri ni watakatifu wataenda kuzimu tukiwaona, kwa sababu skrini itakapofunguliwa na matendo yao ndiyo hayo, tutashika midomo. Mungu atusaidie. Kwa hiyo kama umeamua kuokoka mwanangu, maanisha. Usiangalie mme wako anafanya nini, usiangalie mke wako anafanya nini. Biblia inasema wawili watalala, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa, because that thing is personal. Ile safari ya kwenda kurudi kule ni personal journey, ni safari binafsi. Be careful how you live your life today. Hallelujah.